TAFES yatoa elimu ya maadili kwa wanafunzi wa vyuo 96 nchini. Wakati vijana wakitajwa kuwa miongoni mwa kundi linalokabiliwa na changamoto ya mmomonyoko wa maadili, ushirika wa wanafunzi wa Kiinjili Tanzania TAFES wamekutanisha vijana kutoka vyuo vikuu na vya kati takriban 96 mkoani Morogoro katika kongamano maalum, lengo likiwa kuwajengea maadili, maarifa ya kiroho na, na kuandaa kuwa viongozi bora wajao katika jamii. Akizungumza katika kongamano hilo Kaimu mkurugenzi TAFES Lilian God Living amesema mpaka sasa TAFES imefanikiwa kufika katika vyuo 96 kutoka mikoa 18 nchini ikiwa ni juhudi za kupambana na mmonyoko wa maadili pamoja na namna ya kukabiliana na vishawishi vinavyochangia vitendo hivyo. TAFES, ni huduma ambayo inawafikia wanafunzi walioko vyuo vikuu na vyuo vya kati. Na katika huduma yetu tumeweza kufikia mikoa 18 iliyoko Tanzania, na katika mikoa hiyo 18 tumefanikiwa kufikia siyuz, au vyuo tisini na sita, kwa maana ya kwamba katika harakati hizi za kuweza kuwafikia wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati tumeweza kuanzisha fellowship katika vyuo katika 96. Kwa hivyo sisi kama TAFES katika harakati za kupambana na mmomonyoko wa maadili kwa wanafunzi ambao wako vyoni tunatoa program zetu nzuri ambazo zinamsaidia mwanafunzi huyu ambaye yupo katika chuo kikuu au chuo cha kati katika eneo la kitaaluma, katika eneo la maadili, katika eneo la afya, katika eneo la mahusiano, katika eneo la kiroho na maeneo mengine mengi hivyo. Naomba nitoe wito kwako we mwanafunzi ambaye uko chuo kikuu, ambaye uko chuo cha kati, huweza kufanya hatua ya kuweza kujiunga katika fellowship hizi za TAFES. Naye Profesa Faith Mabiki ambaye ni mlezi wa TAFES ameeleza jitihada za TAFES katika kuwainua zaidi ya wanafunzi kiroho, kiuchumi na kimaadili, huku mratibu wa TAFES mkoa Morogoro Mr Rodrick Ndosi naye akizungumza tuna sapoti namna gani? Kwanza tuna sapoti kiroho, lakini pia tuna sapoti kihali na kimwili, kwa maana huduma ya Tafes ina wanafunzi. Mfano kwenye conference ambayo tumekuja hapa, tumewafundisha masomo ya kiroho kutokana na uzoefu tuliopata kutoka kwa Mungu wetu, lakini pia hawa wanafunzi wanahitaji kutiwa nguvu ki resources. Mfano sasa tuna kampeni kubwa sana ambayo inaendelea nchi nzima ya Tanzania na tunakaribisha kila mmoja aweze kujitokeza, uwe ni mwanatafesi usio mwanatafesi, tunakukaribisha. Mtu ambaye unatamani Kristo awafikie wanafunzi, kampeni yetu ni kwa ajili ya kuimarisha kituo chetu cha mafunzo kilichoko Boko. Ni kituo cha muda mrefu, lakini sasa tunataka tuweze kuholdi wanafunzi wengi zaidi. Sio tu hilo lakini kwa sasa TAFES kama alivyosema mkurugenzi imefikia kuhudhuria kwa sababu tutajifunza kuhusu uh, elimu zetu namna kwa bora kwenye elimu na kwa bora kwenye e, maisha kwenye kifedha na pia kwenye maadili au imani pia. Uh, tumefanikiwa kuwa na mafunzo haya leo, ni siku ya tatu kwa tumekuwa kwa, kwa siku zote hizo tatu ukijifunza na kufundishana hakuna namna tunaweza tukamwelekeza mwanafunzi maadili mema na mzuri ya kusimama nje na neno la Mungu. Kwa hiyo kutokia kenye neno la Mungu ndiko huko huko, fedha, mahusiano pia pamoja na uku imani na kukua na kuongezeka kwenye utumishi pia, na huduma sana. Huduma yetu tupo kwenye vyuo tisa kama ilivyotangulia kusema, ninawakaribisha sana. Tuko tayari kuwapokea, tuko tayari kuwakaribisha, kwa sababu Yesu mwenyewe anapenda wote waje na wajifunze, na sisi hatuna sababu ya kumzuia yeyote. Tuna shauku kubwa kuona wengi wanakuja na wanamjua Yesu, kwa sababu ndio wito, ndio shauku yetu kubwa kuona vijana wenzetu huko vyuoni wanamjua Yesu na wanawaambia wenzao kuhusu Yesu. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa, wa, wa kongamano hilo wameeleza mtazamo wao na walichojifunza kwenye kongamano hilo. Nimehudhuria kongamano hili kwa siku zote tatu. Tumepata wa sana, wakati mzuri wa kujifunza mambo mengi sana. Upande wangu, nimejifunza kuhusu mahusiano, nimejifunza kuhusu kuweka akiba ya pesa, nimejifunza kuhusu uwekezaji, nimejifunza jinsi ya kuwa tofauti na kufanya vizuri zaidi kwenye taaluma yangu. Kwa hiyo wito wangu kwa wanafunzi wengine wote karibuni sana. Hili ni kongamano langu la tatu na kila kongamano ninajifunza zaidi ya lile lililopita. Wanafunzi wote tunawakaribisha sana TAFES. Kwenye upande wa maadili kongamano hili lilikuwa linahusu sana mtu, mtu ni nani, ujitambue wewe kama mwanamke au mwanaume, kwa sababu kwenye jamii zetu sasa hivi kumekuwa kuna mmomonyoko na kuchanganyikiwa kwingi sana. Lakini hapa tumejifunza wewe ni nani, unatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo itasaidia vijana wote toka hapa kupeleka mabadiliko chanya kwenye jamii yetu, kuhusu huu mchanganyiko ulioko sasa hivi wa kijinsia, na kuwaeleza watu kwamba ni masuala ambayo hayafai. Watu watajitambua, watajielewa. Tumekuwa kwenye mafunzo kwa siku tatu, na tumefundishwa masomo ya uchumi, tumefundishwa masomo ya kiroho zaidi katika hali ya kumjua Mungu na yamekuwa na matokeo mazuri na makubwa sana katika kutujenga kimaadili, na kipekee inapokuja swala la dhowei ya kumsaidia kijana namna ya kuishi. Tumejifunza vitu ambavyo mojawapo vinatusaidia kutoka katika sehemu moja ama nyingine. Nimejifunza masomo ambayo yanatusaidia kukua kimaadili na kiroho, lakini pia hata kutusaidia masuala ya kiuchumi. Mafunzo haya yametujenga kwa namna moja ama nyingine katika kuenenda kwetu na hususa katika maisha yetu kama wanafunzi, kwa wakati huu inatusaidia kutoka, kutoka kiwango kimoja hata kingine, ndio tunavyofanya mambo yetu, na yamekuwa ni mafunzo yenye matokeo positive sana matokeo